Watu wangu, wakati nasoma undergrad degree ya criminal justice, kuna darasa nilichukua inaitwa community policing, yaani polisi inayohusisha jamii. Sasa kwenye ile darasa nilijifunza mambo mengi sana. Moja ya mambo nilojifunza, nataka ni yahusishe na hili janga lililotokea juzi, ambapo watu wengi walikufa, na pia nataka nihusishe na haya mambo ya kutekateka watu Kwenye hili darasa, moja ya sababu za kuanzisha community policing, yani polisi jamii, ni kwa sababu ya kuongeza trust, kuongeza uaminifu, kuongeza ushirikiano kati ya polisi na jamii. Ushirikiano huu, kwa nini wanaangaika kuuongeza? Kwa sababu ulipungua. Na kwa nini ulipungua? Ulipungua kwa sababu kuna baadhi ya polisi ambao sio watu wazuri wanatumia jeshi la polisi vibaya, wanatesa watu, ni wabaguzi, wanaua watu ovyo bila sababu za msingi, wanabambikizia watu kesi na mambo mengine mengi sana. Hasa hali kama hii ilipelekea jamii kutoiamini polisi. Kwa hiyo, hai jamii haitoi ushirikiano, hasa kwenye neighborhood zile ambazo zina watu wengi, ni maskini, poor neighborhoods, drug invested area. Huku watu wengi hawaiamini polisi kabisa, na pia wame, wame, wame create subculture yao kule, deviant culture. Hawa comply na polisi, hawa hawataki kushirikiana na polisi wengi. Sasa polisi kaona da hii itakuwa changamoto. Kwa sababu gani? Kuna crime, kuna makosa mbalimbali yanayofanyika, ambayo polisi hawezi kuyasolve peke yao, mpaka wawashirikishe jamii. Jamii ndio inajua mambo yote, wanajua nani mhalifu, nani amefanya nini. Lakini sasa, bila kuwashirikisha jamii, polisi itashindwa kufanya kazi zake, kwa sababu haitapata information. Kwa hiyo, lazima iwashirikishe jamii. Sasa ni kazi sana kubuild trust, kujenga uwe uaminifu kati ya polisi na jamii, kama mahusiano yamevurugwa kwa njia moja ama nyingine. Alafu sasa vitu kama hivi, hii community policing sio kwamba tu nimeisoma darasani, nimeshuhudia kwa vitendo pia. Na nitakupa mfano. Wakati nafanya ile kazi ya kusaidia watu wanaotoka magerezani eh? Kuna bwana mdogo mmoja alitoka gerezani, kaja kwenye programu yetu, tumsaidia aweze kuingia kwenye jamii successfully, lakini akawa bado anaendelea na mambo yao ya mtaani. Kwa hiyo kuna kipindi alipotea kama siku mbili hivi, alafu baadaye akaja. Alivyokuja akaja na bandage kwenye mkono, ana kidonda kimewekewa dawa, kafungwa bandage zile na nini, bado ana maumivu Nikamuuliza kulikoni, naona una jeraha hapa, alafu ulipotea siku mbili tatu, nini kimeendelea? Ananiambia ah bwana, kuna mtu alikuwa ananikimbiza, jamaa mmoja alikuwa ananikimbiza na bastola anataka kuniua. Kwa hiyo nilikuwa nakimbia. Kwa hiyo wakati nakata kona kuokoa maisha yangu, alipofyatua risasi ikapiga kwenye mkono wangu. Nikamwambia huyo, nikamuuliza, huyo mtu, mtu unamjua? Akasema yeye anamjua. Umeripoti polisi? Akasema no sija polisi, sijaripoti polisi, alafu sija, akacheka Kaambia najua kwa nini unacheka na najua kwa nini hujaripoti, kwa sababu uko kwenye iye no snich crap. Akacheka tena sema hivo, na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kwenye o yao walioitengeneza mpya, hiyo subculture hiyo ambayo sio <laughs> culture nzuri, ni kwamba hawaripoti jambo lolote polisi awashirikiani na polisi. Ebu afikiria huyu mtu anamjua mtu anataka kumuua, lakini hataki kwenda polisi kusema kumtaja huyu mtu, kwa sababu kwenye, kwenye community yao wameshajiwekea hiyo subculture ambayo ni hakuna kushirikiana na polisi. Unajua crime huijui, polisi ushirikiani naye. Sasa ndio maana program kama hizi, community policing zinakuwa established ili kujaribu ku build trust kati ya community na polisi. Sasa, kwa haya mambo yanayoendelea huko nyumbani Tanzania, hizi tekateka za watu, hizi kuwapa wapa watu makesi kesi hizi, kupiga risasi ovyo waandamanaji na wengine kuwafata kwenye majumba yao, hii kwa mtazamo wako wewe, unaukiangalia unaona itasaidia kuleta relation nzuri kati ya community na polisi, itasaidia kwenye kutatua changamoto za maovu, crimes zitakazotokea kwenye community mbalimbali, itasaidia au itaongeza changamoto ya polisi kufanya kazi yao kwa sababu hawatapata information hasa kwenye yale makosa ambayo yanahitaji polisi wapate information kutoka kwa jamii. Hii imekaje? Naomba mnipe maoni yenu. Naomba mnipe maoni yenu kwenye hili. Na mimi nitakuwa naongea. Unajua ma, zamani nilikuwa sipendi sana kugusia mambo ya siasa siasa na nini, lakini sasa hii imefikia tipping point, ndivyoona watu wameuawa kiasi hiki, nikasema hata we need to speak up, man. Na sio mimi tu ningependa zaidi watu wajitokeze vinapo yanapotokea makosa ya jamii, serikali inazichukulia watu hatua. Jamii na serikali zinapofanya makosa, sisi wanajamii ni lazima to speak up, ndio mambo yatabadilika. Yata, yata, yata, hatuwezi kumwachia nani, sijui anaitwa nani, advocate nani, mwabukuzi hatuwezi kuachia hawa watu tu ambao wana wanaspika peke yao, watu wawili watatu. Wewe umeona kitu sema, umeona kuna changamoto sema. I don't care nani atapenda, hapendi. Kama unaongea ukweli, ni ukweli tu, ilimradi usidanganye. Kama jambo ni la kweli umeliona, sema, ilimradi tu usidanganye. Tuwasaidie tu tuweze kuaddress hizi changamoto ili nchi iwe salama, watu wawe na uhuru wa kuongea, watu wawe na uhuru wa kufanya shughuli zao, watu wawe na uhuru wa kutoa opinion zao. Sio mtu akitoa opinion kidogo, akitoa wazo lake kidogo, kesho eti wao katekwa, kesho kutwa kati. Sasa mambo gani haya? Mambo gani haya? Haifai hivi bwana. Watu mspeak up, mwongee, mtoe maoni yenu. Kuna hili swala lilotokea la mauaji I believe watu wengi hawakupendezwa nalo, lakini wengine wanaogopa kusema. Tusiogope, tuseme, the the more we speak the better it will get. Kati tunavyoongea zaidi, ndio hali itabadilika. Kama ambao, watu ambao hawataki kubadilisha hii hali ambayo sio nzuri, watalazimika kubadilisha kama watu wengi zaidi watapiga kelele, watalaani hivi vitendo, hawataogopa, hawataogopa kutishwa, hawataogopa sijui za mambo ya kutekwa, sijui mambo ya nini. Watu waspeak ukweli, ili kusudi haya mambo yawe address. Tukiyachekea haya mambo, huko mbele tunakokwenda kutakuwa ni kubaya zaidi. Hatuwezi kukubali kuchekea uovu, au vipi bwana?